Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya Longido kupitia idara ya afya ustawi wa jamii na lishe na idara ya maendeleo ya jamii imeendelea kuchagua hatua mbalimbali kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto unaimarika, ikiwa ni pamoja na kuanzisha klabu za watoto mashuleni, utoaji vifaa vya shuleni kwa watoto wenye walemavu na wanaoishi katika mazingira hatarishi, utoaji elimu ya ukatili dhidi ya watoto mashuleni, elimu ya lishe za matibabu kwa wakanga wa ukatimu kuimarisha mifumo ya utoaji na taarifa juu ya vitendo vya ukatimu kwa watoto. na sisitiza umuhimu wa kutunza familia zetu. Wazazi lazima wawe mstari wa mbele katika kuhakikisha mtoto anapata haki zake za msingi, ikiwa ni pamoja na haki ya kusikilizwa, kulindwa, kuheshimiwa, kupata huduma bora malezi mavazi na chakula. Aidha, unyanyasaji wa watoto bado ni tatizo katika jamii yetu. Unyanyasaji huu upo katika vitendo vya ubakaji, ulawiti, ukatili, ukatili wa vipigo na kufanywa kazi ngumu, kufanyishwa kazi ngumu. Natoa wito kwa wazazi wote wilaya ya Longido, tuwajibike kuhakikisha vitendo vya kikatili dhidi ya watoto vinatokomezwa wa hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wale wote watakaobainika kuwa wanatenda vitendo vya kikatili kwa watoto. Hapa naomba nisisitize, watoto nimesema, tumeona igizo hapa. Wazazi wote wilaya ya Longido, natumia fursa hii kuwasisitiza kwamba jukumu la kulinda mtoto ni la kwangu na la kwako, hivyo inatakiwa tuwalinde watoto kwa kina hali imekuwa sio nzuri, hatuaminiani. Ndugu na jamaa, hakikisha kwamba unajua mtoto wako muda aliotoka amekwenda wapi na amerudi kwa muda sahihi. Ni mategemeo yangu kwamba hatutegemei kuona mtoto anazunguka muda wa jioni, muda umepita wa kutoka shule, lakini mtoto yuko mtaani na manga. Kumekuwa na tatizo la watoto unakuta wanazunguka tu mtaani, jioni usiku, yani mzazi haujui mtoto wako alipo. Hiyo kitu sio nzuri, watu wameharibika, watu wamekuwa hawana utu. Tulinde watoto wetu. Kwa hiyo natoa wito huo kwa wananchi wote wa wilaya ya Longido kuhakikisha kwamba unajua mtoto, muda aliotoka amekwenda wapi, kama ni shuleni na muda wa kutoka, na uhakikishe anarudi nyumbani mwaka huu watoto, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunawasihi mkawaambie wazazi mnapotoka hapa kwamba haki zenu zote mlizozisema hapa na kumkumbusha mgeni rasmi kama serikali zisimamie, kawaambieni wazazi kwamba mwaka huu wa uchaguzi serikali inasisitiza kuwa na amani na utulivu, ili zoezi hili lifanyike vizuri. Basi na watoto, mwendelee kupata haki zenu ikiwepo haki ya elimu na haki zingine za malezi bora kwenye familia. Sawa sawa, Nyerere so, so. Nawe Mandela hamkuchoka, pambana ukombozi kuleta, tawapongeza viongozi viongozi na waasisi wengine wengine